Mimi kwa majina naitwa Fatuma Hassan Taufiki, na bahati nzuri sasa profesheni yangu mimi ni mwalimu. Kwa hiyo unapozungumzia swala la mwalimu, manake pamoja na mimi. Yani unapozungumzia swala la walimu pamoja na mimi, nachoweza kusema ni kwamba kwanza niwapongeze sana Chama cha Walimu CWT kwamba utulivu uliopo sasa hivi kwa kweli tofauti sana na wakati ule, na wao walitaka kujiingiza kwenye harakati, kwa sababu kile ni chama cha kitaaluma. Na kwa kuwa ha, yani ni chama cha kitaaluma, kwenye swala ya kiharakati, yani haifai. Ninachoweza kusema ni kwamba niwapongeze kwanza kwa mkutano wao, lakini pia niwapongeze kwa utulivu wao. Lakini kubwa kuliko yote, naomba niendelee kuwasisitiza kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa ishirini ishirini na tano tunachowaomba ni kwamba walimu wanatambua kazi kubwa ambayo ameifanya Dokta Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza masuala ya kimaendeleo ikiwemo elimu. Walimu wenzangu wanaelekea kwenye uchaguzi, wote ni wazuri, wote watakaoingia ni wazuri kugombea hizo nafasi, sambamba na kuwa wazuri, kuna atakayejitokeza kuwa ni mzuri zaidi. Mtakuwa wengi wagombea ataka kuwa ndiyo mshindi, tumuunge mkono kwamba huyu ndiyo mshindi wetu, na haui uongozi bila idhini ya Mwenyezi Mungu. Na nawatakia kila laheri na mafanikio makubwa, ndio sisi tunaotegemewa kuleta maendeleo katika nchi akel haya, ndio maneno ambayo yamekuwa yakiibeba au ikibeba Chama cha Walimu Tanzania na lengo um, lake lilikuwa niyo kweli kuleta maendeleo. Tumekuwa pia ndani ya chama chetu tumekuwa na slogani yetu eh, amba, au tumekuwa na um, mwongozo unaosema kwamba wajibu na haki. Chama cha wafanyakazi kinatakiwa kiangalie maslahi ya wafanyakazi, lakini hapo hapo chama cha wafanyakazi kinatakiwa pia kiangalie wafanyakazi au wanachama watimize wajibu alafu wapate lakini sasa kwa upande wa chama mimi ndio naona kunahitaji sana kukaa pamoja kama walimu lazima tusimame pamoja serikali inatuangalia sisi ndio tunaopeleka hoja zetu sisi ndio tunaopeleka maombi yetu na nini hasa kama sisi wenyewe hatukukaa pamoja basi Oo, la kwanza ni kwamba tunaweza kufanyaje tupate yani, uongozi ambao utatuunganisha, tukae pamoja. Tukae pamoja, mtapeleka ishu hizi kwenye serikali. Pamoja na serikali yetu nilivyoiona mimi na kwa kupitia huyu mheshimiwa Daktari wetu uh, dokta Samia Suluhu Hassan rais wetu anaipenda hii profession.